Kama unajijua wewe ni mkaka mwenye ndevu na unapenda kupiga deki chini, tafadhali naomba usogee hapa. Unajijua unapenda kufuga ndevu, namaanisha hizi mustache, afu unapenda kupiga mm. Sogea hapa. Hi, darling. Wanaume sema hii. Wanaume sema hii. Wanaume, come close papa, come close to mama, let me tell you something unajijua wewe ni mwanaume umefuga ndevu hizi, hmm? alafu unapenda kupiga deki kaka, tunaomba tukukumbushe kwamba unapotoka kufanya ile shughuli, naomba uoshe hizi ndevu zako na extra soap nikimaanisha sabuni inayonukia, kama ni ya unaoshia, una sabuni yako ya ndevu, hakikisha inanukia vizuri alafu oshini zaidi ya mara mbili mara tatu, kwa sababu it's inaficha uchafu mwingi na inaficha smell mbovu sana eh. Unafika pale juna chesha, hizi ndevu hizi zinabeba uchafu bwana wewe. Wanaume, mwanamke, kama unataka kumjua bwana wako katoka au hajatoka huko kuchiti, nusa hizi oya. Mwanaume akitoka kupiga hii zimebaki, au mwanamke kamnanili huku chini kaimba eh, kamaliza kaja kamkisi hii nabaki gina harufu, mnuse ndevu Mnuse hizi mustachi, utajua. Mnuse baby, mnuse kwa. Tafadhalini tunaomba mnapotoka kupiga shoo zenu huko, mkirudi mwe mmeosha hizo ndevu zenu vizuri kwa usafi, pulizieni perfume, zichanini vizuri, ndo mje kwetu okay, darling. So, mnatuambia tu mnafuga ndevu hafu hamjui usafi wa hizo ndevu. Tafadhalini <laughs> tafadhalini Hayo mambo ya kwenda kupiga kisi na mtu afu natoka na nyele kama mishikaki, tafadhali ni safisheni. <laughs> <Itafazalini. laughs> <laughs> Anyway, today sina mambo mengi sana. uh, kama mnavyoona lips zangu ziko bob, bob lelelele, tunatumia hizi hmm. hapa hapa tuko na scrub hapa tuko na gloss. Wale wenye lips nyeusi na unataka lips zako ziwe za pink, hapa sijaweka gloss wala yenye rangi wala sijapaka lipstick, nimetumia tu hii gloss by Rose. Hakikisha unachukua lips gloss zako unapaka vizuri, and lakini hakikisha uh, lips zako ni za pink, zitakupatia nani nzuri, kwa kutumia hii scrub by Rose. Karibuni sana shilingi 154.